Ndugu wa Tanzania na wote mnaonisikiliza, ninataka kutumia muda mfupi kuzungumza mambo machache sana muhimu kwa taifa letu, hasa wakati huu tunapokwenda kwenye uchaguzi mkuu. Uh, umuhimu wa amani kwa Tanzania, hili so, swala limekuwa mjadala mkubwa. Watu wengi sana wanasema hakuna sababu ya amani kama hakuna haki, na watu wengi wamekariri, wame sana, kwamba amani ni tunda la haki. Mimi siamini hivyo, mimi naamini amani ni daraja la kwenda kwenye haki, kwa maana amani ikiwepo ndiyo itakayoruhusu mazingira sahihi ya haki kupatikana. Kama amani haipo, sioni vile ambavyo hiyo haki yako utaidai popote kwa sababu uh, aliyeshikilia haki yako, kama unafikiri hivyo, kama huna mazungumzo na yeye, kama huna meza ya ya kuongea na yeye, ni vipi utakwenda kuipata haki kwake, kama sio kwamba unataka kuiondoa amani? Umuhimu wa amani kwa Tanzania ni mkubwa sana, hasa tunapokwenda kwenye uchaguzi. Ni vizuri sana tuhakikishe kwamba tuna maintain amani kwa sababu sisi viongozi wa dini tunajua Biblia inasema kwamba tafuteni kwa, uh, tafute kwa bidii kuwa na amani na watu wote. Haituambini aina gani ya watu tutakaotafuta kwa na amani na wao, ila inatuambia watu wote tutafute kwa bidii. Kwa hiyo umuhimu wa amani kwa Tanzania ni kwamba tumeagizwa tuitafute amani kwa bidii, lazima tuitafute, tuitunze, tuilinde, kwa sababu ndilo daraja pekee litakalotusaidia kujadili pamoja, kuzungumza pamoja Uh, kurekebishana pamoja na kuleta maendeleo pamoja. Ndilo daraja pekee litakalosababisha haki za watu kupatikana popote pale, ni amani. Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakujia. Mema ni nini? Ndizo hizo haki zinazolalamikiwa, kwamba njia mojawapo ya kuyaendea mema ni kumjua sana Mungu ili uwe na amani, kumjua Mungu sana naleta amani, sio kwamba tunaleta haki. Mjue sana Mungu ili uwe na amani.